ya huzuni na majonzi ilishuhudiwa wakati viongozi wa kidini na wale wa kisiasa walijumuika na familia na marafiki wa mwanablogu Albert Ojwang' katika ibada ya wafu iliyofanyika katika kanisa la Regius Baptism jijini Nairobi. Familia ya Ojwang' ikiendelea kutoa wito kwa asasi za uchunguzi kuharakisha uchunguzi ili yaliopelekea mpendwa wao kuuawa kinyama yaweze kuwekwa Paruanja. Aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi akikashifu vikali visa vya utekaji nyara na mauaji nchini, amesema serikali ina uwezo wa kukomesha unyama huo, ila imeamua kutofanya hivyo. Mary Chalo na taarifa hiyo. Ute mashaka, ilikuwa hali ya huzuni, machozi na simanzi kwenye ibada ya wafu ya mwenda zake Albert Ojwang' katika kanisa la Rejoice Baptism jijini Nairobi. Mamake na mkewe Albert wakishindwa kujizuia kutokana na uchungu wa kumpoteza mwana na mume aliyekuwa nguzo muhimu katika familia hiyo. He had a deep love for people. He was friendly and approachable. His home eh, His his home and and indeed his life was always open to others, full of laughter, shared meals and stories. Albert akikumbukwa kama mtu aliyependa na kuipa kipaumbele familia yake na ambaye alikuwa tegemeo kwa wazazi na familia yake changa ambayo ameiacha nyuma. Mkewe akiahidi kuilinda familia na wazazi wa Albert kama vile Albert alilinda. It really broke me, but...

I'll always love them the way you did. Familia hiyo ikiibua maswali chungu nzima kuhusu kifo cha Ojwang' huku wakisalia na matumaini kuwa watapata haki kwa kumpoteza mwanao katika hali ya kutatanisha, wakishinikiza kuwa mauaji na utekaji nyara nchini lazima ukomeshwe. Maybe the government should come out clear and speak to us.

bila maombi hatutaweza kusimama. Kwa upande wao viongozi wa kisiasa waliohudhuria hafla hii, akiwemo aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi na mbunge wa Mumias Mashariki Peter Salasia, wakionekana kuweka siasa kando na kuomboleza na familia hii, wakishinikiza kwa mauaji na utekaji nyara nchini lazima ukomeshwe. So Mzee Ojwang' and your wife and family because it is painful. I want to assure the family that Kwamba, we are behind you and the whole Kenya is behind you and we are behind Albert and we are praying for you. ee Mary Kialo. Undugu TV.